Dada Christina karibu. Asante. Mhm. Kama uko mbali. Oh. Karibu sana. Asante. Mwekee mike vizuri. Inabidi wewe mtangazaji. Eh, eh. Wewe umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mimi natokea Mtwara. Mhm. Mm, nimwasikia TikTok tena wiki tu iliyopita. Wiki tu iliyopita. Kwa jinsi ulivyokuwa na uhitaji ukutaka kupoteza wewe. Kwanza Mungu sijui tu wewe Mungu akujalie sana. Eh nimekaa siku natafuta kazi zangu, natafuta kazi nikunapiga simu watu huko naomba kazi hata yoyote ni, ili nifikie wapi kwa bosi sikuwa. Niko Jumapili hiyo, nimeshika simu yangu naangalia TikTok, nikaona mm -hmm. huko na mdada Mm -hmm. Donatoa mm nikaangalia -hmm. Pale nikasoma nikachukua, na namba mdaule ule mm -hmm. nikachukua kwenye simu yangu ndogo, nikaandika kweli, nikapiga mm -hmm. Okay. Baada ya hapo nimetulia, akanielekeza simu, sijapokea dada, basi mi Jumatano nitakuja mm -hmm. Lakini bahati mbaya nikakosa nauli mm -hmm. Yaani, nimehangaika sana kupata na nauli mpaka kuja hapa mm -hmm. <laughs> Basi nimefika hapa, nashukuru, nimepokelewa na hey. lakini mama yangu alikuwa na wasiwasi sana puti... topele, kama tapeli nikaambia mama hiyo hey. isikiria Wanawake Live Eh eh wanawake live yule. Nikamwambia je wewe ni nani? Eh na Haya, nimefika maki nimetoka usiku. Mm. Nimefika usiku, nimefika hapa asubuhi. Kwa mpaka mm. saa 5, mm. nikaa sijafika hapa kwa kwa mm -hmm. Eh, okay. mm -hmm. Lakini umefika tena, umeongea eh, vizuri. hujawahi kufika Dar es Salaam yeah, lakini umekuja kwa mara ya kwanza na umefika mpaka ofisini kwetu eh. eh, ndivyo ilivyo rahisi kwa wale wote wa dada ambao mko mikoani haijalishi eh, uko mkoa gani, yani ukija kama unakuja kwetu huwezi kupotea, utaelekezwa kama unatokea Mtwara kama dada Christina au unatokea sui wapi Geita Bukoba wapi, yani mkoa wowote unafika na unafika ofisini kwetu. Huu ni ushahidi mzuri, nimefurahi kwamba kufika Dar hujawahi kufika Dar es Salaam lakini hujapotea, sawa kabisa. Kingine nilichopenda, mama yako alikuwa na mashaka, lakini si kwa sababu kani ya mradi yangu hey, ukamwambia huyu ni mtu ambaye anaaminika hey, kwenye jamii mwilizia, ana shida, ana shida. Nimefurahi hey. Sana ndio maana ya kutengeneza branding, yani inategemea na saiko yako. Mimi ilikuwa ni bahati kwamba niliingia kwenye kazi za media, ndio zimenitangaza watu ambao hata wako mikoani kama nyie, sijui Mtwara, mnanifahamu hey. na kuna watu wengi wananifahamu kwa sababu ya kazi ambayo nimekuwa nikiifanya, vipindi vya Wanawake Live nimezunguka Tanzania nzima, hata Mtwara kwenu nishafika, sehemu nyingi lakini uh, pointi ya msingi ni kwamba hata pale nyumbani unapokwenda, umeona jinsi ambavyo wewe umenitetea kwa mama yako eh, kwamba yani nakokwenda wewe usiwe na wasiwasi wasi, yani huyu mtu ni mtu wa uhakika. Kwa hiyo hata wewe ndivyo unavyotengeneza uaminifu kuanzia kwenye saiko yako, yani watu utakao kuwa unaishi nao wanakuzungumziaje, unaweza kuwatengenezea watu uaminifu wakakuamini ikaanzia kwenye levo ya nyumbani, maana useme tu kwa sababu labda yeye ni maarufu. Hapana, hapana. Wakajua naenda kwa mwanaume. <laughs> Hapana, sasa kwa sababu hiyo nimekaa sana nyumbani, nimechoka yani, kwa mawazo mengi. Wakajua, mm, hey, wewe labda umechoka unaenda zako kwa mwanaume. Na kweli, wasichana wengi wakichoka wanaona unafuni kukimbilia kwa mwanaume. Huo ndio ukweli. Lakini mimi akini wakati unaenda kuongeza matatizo. Asante sana Agnes. Eh, hey, huo ndio ukweli ambao inabidi sasa, tunavyotoa hizi elimu, baadhi ya wasichana wanaona okay, ngoja nianze kupambana na maisha kuliko kukimbilia kwa nani, kwa mwanaume. Yeah. Kwa hiyo kwa nini ulikaa nyumbani muda mwingi? Yaani, historia yako ikoje? Umesoma, umemaliza, una taaluma yoyote ya yaani? okay. Ikoje? Nimesoma mpaka form four, nikamaliza. mm -hmm. Nikamaliza, lakini sikufaulu. mm baada ya hapo, baba yangu mm -hmm mamaangu wote wakanipeleka kwenye chuo cha ualimu. okay. wa nasari. okay. E, pale miaka miwili, lakini nilisoma mwaka mmoja, mwaka wa mwisho mm -hmm. Nikapata ujauzito. mm -hmm. Kwa hiyo sikufanikiwa kumaliza. Kumaliza. okay. Mm -hmm. Kwa hiyo huna certificate ya hiyo early childhood lakini, yani e, okay. mm. ilikuwa kwenye theory, kwenye practical bado, bado ndio mwaka ambao naenda fi na field ndio e, okay, sawa mm -hmm. sawa. Kwa hiyo mtoto yuko wapi? Yuko nyumbani kwetu, umemwacha kwa mama. Kwa hiyo sio kwamba ulikuwa umeolewa. Ndio, hivyo ndio maisha ya Watanzania, wasichana wa Kitanzania wanakimbilia wa, wa, wa wa ki yes, mahusiano yeah, yeah, kabla ya kabla ya, no. <laughs> ya kujiandaa vizuri yes, kwa hiyo yani ndio hivyo yeah, yeah. tunajifunza kutokana na <laughs> <laughs> yani ndio hivyo eidha olewe au azae kwanza, lakini yani tunakimbilia majukumu kum. Hakuna hmm, bora hapo, yote ni majukumu. Ukiolewa unakwenda kule ni majukumu, ukizaa kwanza ni majukumu. Kwa hiyo hakuna bora bora, ni kujiandaa, kuandaa kama Mungu wetu alivyotuandalia dunia ndo akatuumba na sisi, tuandae mazingira ndio tulete watoto, ndo ukae na mwanaume sana. Hey. Amina sijui <laughs> amina ananibariki si ndio maana hey. tuko hapa jamani hey. hey. Tumefika na mko hapa mnafika, ee, yes. Hatujanyanyasika ni kitu, yani, ni kitu cha kimungu. Ndio maana mi nasema kabisa, wewe kama hutaona hutaona ni cha kimungu ni wewe. Lakini wewe sehemu gani unafika, unapata mapokezi mazuri, unahudumiwa vizuri kuna chakula hata kama siyo chakula cha kifahari lakini ha, ni chakula kinacholika na binadamu na, yeah. Na sisi tunafanya kwa kadiri ya uwezo wetu kwa sasa hivi. Yeah. Umeelewa, lakini yeah. Cha muhimu ni kile unachokitafuta sasa hivi. Yeah. Unatafuta mtaji. Sisi tumeangaika kwa muda mrefu, tumejenga brandi ambayo imeaminika, ina maana unakwenda kupata kazi ya uhakika, kazi ambayo ina mshahara tofauti na kazi na sehemu nyingine nyingi. Yeah. Yeah na ni sehemu ambayo tunawapa maelekezo mazuri hakuna, okay. Bosi atasikiliza maelekezo yetu afu aseme sitaki kupata dada kutoka kwenye hii kampuni. mm -hmm. Aidha, hana uwezo wa kulipa, umeelewa eh? mm -hmm. Lakini kama mtu ana uwezo na anasikiliza miongozo tunayowapa yaani, kabisa anasema mimi, hawa ndio watu nataka kufanya nao kazi kwa, kwa nini? Kwa sababu tunawaelekeza kwenda kuishi zile tabia za Kimungu, kuwa na upendo, kuwa mwaminifu kwa bosi wako, kuwa mchapakazi. Jamani, hakuna binadamu asiyetaka hivyo vitu, hayupo. Wanaotuangusha ni baadhi tu ya wadada ambao yale tunayowaelekeza hawaendi kufanya, na hiyo sasa kwetu sisi tunawambia waajiri kwamba jamani, sisi hatuwezi kuona usoni, umwangalie tu dada ya Christina useme huyu ni muongo, huyu ni tapeli, huyu ni mwizi huyu ni mvivu, huwezi mpaka mtu aende kazini ndio mm-hmm. Unaanza kupata feedback e, zake vingine mtu akiwa hapa mm anakuwa haonyeshi yale makucha yake, akishafika kwa bosi mm. Ndo analeta zile tabia, ndio changamoto kubwa tulionayo kwa mbona iko hivi. Akishafika kule ndo mnaambia mbona iko hivi, ni mnashangaa tunaanza si. kushangaa na hapa alikuwa ni mwema kweli, ana yani, anafanya kazi, anaonyesha heshima, anaonyesha adabu mm. Lakini mtu akifika kule unaambiwa, kwanza ana tabia za udokozi, unajiuliza umejuaje, mjeuri watu wanakwambia mimi, sisi tulitoka, akaingia chumbani kwetu. Baada ya kuingia chumbani kwetu, kuna laki tatu hazionekani. ee, ndiyo mmojawapo yule dada pale, dola elfu moja mia tatu aliiba yale mabegi pale. Ni amdada ambaye sasa hivi yuko segerea miezi sita mm -hmm. kama ee, mimi kama nilivyosema, maona kwa huu dada tulisema, tulipambana polisi, huyu yule mahakamani, nikasema huyu afungwe ili wasiendelee kutuchafulia kituo. Mtu yoyote ambaye ana tabia zimepindapinda asije Wadada Center, maana sisi tuko bize hapa kuwaandalia mazingira mazuri, mabosi wawalipe vizuri, tuwaandae, tuwape ujuzi, tuwape mafunzo ili mzidi kupanda. Sasa mtu anapokuja tena na mbinu zake chafu hatuwezi kukubali. Na sio, na sio tu wadada na mabosi, bosi wake huyu shahidi kwamba huyu ni shahidi, bosi alipomfanyia mambo ambayo sio, sisi hatukukaa tulimpeleka sehemu anayostahili kupelekwa na alimlipa stahiki zake. Kwa hiyo mwisho wa siku tunasema, kama tunasema jamani tu, ili tufanikiwe, mabosi ni wepesi sana kusema jamani, naomba dada mwenye hofu ya Mungu basi na wao wawe na hiyo hofu ya, ya Mungu, Mungu. Hmm. Wote tukienda hivyo nakwambia hakuna shida, hakuna shida. Hmm. Yani duniani hapa watu wangekuwa kweli wanafata. Kwani unaposema hofu ya Mungu ni nini? Ni kuwa mtu ambaye unatenda haki, haki, si ndio? Maana haki. Hmm. Haki ya dada ni kumlipa mshahara wake hmm. Lakini usimwabuzi acha afanye majukumu yake, na mwisho wa mwezi umlipe hela yake. Haki, si ndio? Dada, haki kwako ni kufanya yale majukumu ambayo bosi amekuitia pale nyumbani kwake. Hiyo ndio haki, kwa sababu kuna haki na wajibu. Ili bosi akulipe na wewe, fanya majukumu yake. Ndio tunacho, ukisema hofu ya Mungu, upendo. Ishi na mtu kwa upendo, sijui unaelewa upendo ni nini. Kama ni bosi kwa, kisha mwisho wa mwezi unamlipa dada mshahara wake, upendo kwako wewe kwa bosi ni nini? Ni kufanya kazi zake ndio upendo si ndio. Maana mi nimekuleta hapa unisaidie majukumu yangu, usipofanya si unanikasirisha? Isa kwa nini wewe umkasirishe bosi wako? Fanya majukumu yake ili aseme, ah jamani, sala amefanya majukumu haya naye, au dada Christina ameshafanya kazi yake, au dada Agnes. Yani ukiwa pale unafanyika msaada. Ndio hayo mambo ya upendo jamani. Upendo sio kuambiana tu nakupenda alafu kutaka wewe kufanyiwa favor. Upendo sio kufanyiwa favor. Upendo ni kufanya kile kitu ambacho umesema unakifanya, alafu unakifanya sio kwa kisirani Mdia. unakifanya kabisa, yani kwa, kutoka moyoni kwamba kweli bosi wangu amenileta hapa ili nifanye hizi kazi, basi acha nizifanye kwa moyo wangu wote. Ndio upendo huo, si ndio? Jamani ka hey, tu unaposema hofu ya Mungu tu hofu ya Mungu, maana yake ni kila mtu kusimama katika nafasi yake nafasi ya dada ya kutekeleza majukumu yake bila kuambiwa bila kusukumwa, na bosi muda unapofika amlipe dada, lakini pia asiende kwenye zile ha kumpiga kwa sababu unampiga dada kwa nini? Labda hajafanya majukumu yako vizuri, lakini una, unahitaji mtu mwenye uwezo gani? Ndio maana sisi hapa tuna traditional, tuna smart, tuna professional. Unaona huyu dada uwezo wake ni mdogo, kuliko kuendelea kugombana naye mpaka uje umpige, sema jamani, huyu dada naona hawezi kufanya majukumu yangu. Si ndio jamani, ndiyo. E, ndio hivyo. Kwa hiyo kila mtu akiweza kusimama upande wake mambo mbona yatakuwa mazuri mm -hmm. E, kwa hiyo napendaga kusisitiza katikati ya ya hizi content zetu mm -hmm. kuna vitu vinajitokeza ambazo una, unaona kabisa inahitaji tutoe somo kwa somo kwamba hapa ni nini. Kwa hiyo kwa upande wa dada Christina, kwanza somo nataka nisisitize somo. Kitu ambacho wadada wengi tunakosea kukimbilia majukumu kabla hujaandaa mazingira, hilo ni kosa kubwa kwenye maisha e, utasafa kwa sababu kwani nani ana safa? Si ni wewe Mena, kwa sababu safa. Mtu ambaye ana mtoto mdogo wa miaka miwili anamwacha nyumbani, unafikiri hicho kitu ame, ame, yani moyoni mwake ana furaha? Hapana, okay. Mm. Furaha, lakini afanyeje? Ndio mshamleta mm. Mtoto mtoto ni majukumu nyumbani kwenu hawana uwezo na wewe umeenda kuongeza mzigo. Sasa unalazimika kumwacha mtoto wako mchanga mdogo ambaye bado alikuwa anakuhitaji, uende huko mbali, uende ukafanye kazi, mtoto unamnyima stake zake kabisa, eh. Eh. Kwa hiyo usiposikiliza, si tunakupa ushauri ili kwamba usikutane na hizo consequences. Unaweza ukaandaa, yaani kuna mfumo ambao Mungu wetu alituandalia ambao ukiufuata unafanikiwa sana, lakini usipotaka kuufuata lazima utapata consequences, utapata changamoto zake, kwamba ukitaka kufata. Uliambiwa andaa mazingira ya mtoto, andaa mazingira ya majukumu. Wewe utake wewe, unakimbilia majukumu haya, sawa kwa, nilikimbilia eh, nilikimbilia nyumbani, nilipata ujauzito, nyumbani hawakunitaka mimi, nikarudi kwa mwanaume. Mwanaume naye mwanaume alikuwa anataka starehe, hakukwambia anataka mtoto Tukaishi hivyo hivyo kwa sababu bado kijana, tukasumbuana mpaka mkasumbuana. E, e, maana kingine ki wanawake tunasahauki kwamba wakati mwanaume ile starehe yake sio kwamba anataka mtoto e. Kuna wale ambao bado sio muda wake wa kutaka mtoto, na ndio maana akija kuambiwa tu na mimba, kuna wengine wanaruka Si ndio eh? Ndio. Kwa sababu hakuwa amepanga kwamba yeah, nataka anafanya hichi kitu kwa ajili ya kutaka mtoto. Kwa hiyo wote mnakuwa mmevunja kanuni fulani ya kimaisha ambayo Mungu ndio maana anasema msizini. Kwani unafikiri alikuwa kwa nini anasema kwa nini alikuwa hataki mpate hiyo starehe ambayo kaiweka mwenyewe? He. Anajua ukiifanya sasa hii utapata starehe lakini kuna vitu vitakuja <laughs> kutoka kwenye hiyo starehe unayoitaka. Kwa hiyo cha muhimu usizini. Mm-hmm. Fanya kwanza mambo yako vizuri, andaa mazingira ili sasa ukianza kuenjoy, uenjoy vizuri. Sio unaenjoy enjoy huku, baadaye unaanza kupata shida, unajuta <coughs> unajuta. Eh, nikataa naye miaka miwili kwa shida, yani yani kubwa alikuwa eh mali <coughs> <coughs> mkuu <nika>, <coughs> <coughs> <coughs> kwa hiyo nikashindwa. Kwa hiyo mwanaume yeye ni kwenda ukae naye nitaye fanya afanya mambo mengine huko huko nje usijue, lakini akaja kufanya ndani alali ndani, ndio hivyo ni shida basi. E, mimi nikashindwa nika na nika, kadogo eh. E, na anafanya mambo mapumba kwa ushindwe e, kwa nafikiri anafanya ili weni. ili ushindwe. Nikarudi nyumbani na mtoto wangu. Eh. Uh-huh. Naye mpaka saizi ana miaka 12. Darasa la 5. Ah. Eh, darasa la 5. Wow. Lakini eh, yaani huduma ni kwa hamna. Hakuna. Yaani kwa hata wiki le elfu kumi le. Hamna. Elfu kumi kama elfu kumi hii. Haifiki pale kanye. Yaani wiki. Sasa fikiria mwezi, hata mwezi itafika hata laki haifiki. Ukimwambia okay, kila siku eh uh-huh. Sina hela. Na ukimwambia sabuni anakuita sabuni kama sabuni hiyo, sabuni hakupi paketi hiyo. Agnes, unacheka. amna misi, namba nacheka, sikitika, kwa sababu nami kesha oh. nikuta hayo eh, eh. sha kukuta eh? Mimi nah. kama tukufukuza na mwanamume, kaambia ondoka, mimba nitalea mwenyewe Stress ehe. <laughs> hutaki stressi, yaani stress uliitafuta wenyewe, yaani ya. <laughs> ya, ya, sema nilikuwa na akili ya utoto, lakini nilikuwa naweza, nilikuwa ni jasiri sana. Mmhm, ndiyo maana unataka kuwa mwanajeshi, kwa sababu hata mimba <laughs> nililea mwenyewe <laughs> mwanaume nikamtimua, alafu nikaama n- niseme, si niko hapa Tegeta, <laughs> <laughs> niame niende Madale afu sijulikani <laughs> wala nini, katafute tu kazi mm -hmm. ya mama ntilie mm -hmm. afu sina pa kulala, sina chumba, yaani natoka pale na viziwa waudumusi wameingia, ba kulala, ingia ghetto laumi nalala Asubuhi naingia kazini. Mpaka mwezi unaisha napanga chumba. He! Mpaka nazaa afu naumwa sasa mimi bila nisumbula kazini naenda. Mpaka siku naumwa uchungu mimi niko kazini. Eh? Mpaka nikazaa afu nikampigia tu nikampa uhuru toa jina kwa mtoto. Siku nimezaa. Mm. <laughs> Nikampa uhuru akatoa jina sema mtoto ndo ile jina alikuwa linalia sana. Nime nyumbani hawajui muda huo mimi kama na mimba. Nilivyojifungua siku naumwa uchungu, nikaona kama nitapata changamoto. Kapigia mama mimi najifungua eh, baba aliongea. mmm -hmm. Afu niko mbali Katavi, afu mm -hmm. nyumbani Mwanza, na miaka hiyo sijarudi. Nimepigiwa simu, nikafanya kazi ya ndani, mshahara elfu thelathini. mmm mm Nafika kule na badilishiwa kazi, kazi ya chakula, mama nitili afu sije kufanya. Ndio yule mm -hmm. alionifundisha ile kazi mpaka nikaipenda, sio mm -hmm. nilimpenda ni kwa sababu ni mtu ambaye ni wa sehemu moja na sisi mm -hmm. ila kunilipa mshahara mmm, nikaa nimeamua kuondoka zangu. Mm. Kwa leo hivi kwa Simshangae mm. mwanangu sasa ana miaka minne. Nimelea mwenye mji baba baba mji mtoto. Mimi baba yake. Yuko wapi sasa? Mwanza. Kwa nani sasa hivi? Baba na mama. Eh, umwachia mjukuu huko. Eh, nimemwacha muda sana. Niliondoka na mwaka na mwezi mmoja. Eh. Nikaja kufanya kazi za ndani kasaini mkataba. Kwa hiyo nivyo nikarudi na miaka miwili na miezi hiyo. Miwili. Nimekaa naye miezi minne nimeondoka. E, mpaka leo na miaka miwili ukiisha au watatu sijamuona. Eh? Hey? Yeah, yaani siku nimemiss, tunaongea video call unatuma, ila kama ni nguo namtumia basi. Ila ananifahamu. Anafahamu, ananifahamu mama, hata kiwekewa picha. Sasa mamangu yuko huko mbali. Maskini yuko huko mbali. Eh. Ah, ah, mimi si mshanda eh, changamoto ambazo nimepitia. Yeye eh, mume wangu alikana mwanomi, ila mimi sijakana mwanomi. Eh. Eh. Eh. Yupo pale pale mjini anapita hey. Ma na mazingira nyumbani saizi anajua, manake baba yangu ndio ambayo tulikuwa tunamtegemea.